Asanteni sana. Mimi naitwa Oriati Bim. mimi ni activist. Mimi ni Mkenya. Sisi ndio wale tunapigania wanyonge, na unavyoniona sasa, hii kwanza, hata sura yangu sina furaha, manake nimejazwa na uchungu sana kwa vitu zenye zinafanyika kwa mandugu zetu, madada zetu hapa Tanzania, na ninataka kuambia huyu mama dikteta, huyu mama rochafu ya kwamba kwanza, kwa hiyo kiti yenye umekalia hakuna mtu aliwahi kukuchagua wewe. Kwanza hakuna mtu alikuchagua, kwa sababu wale wenye walikuwa wanashindana na wewe wote uliweka ndani, wanakuwa mistreated kule ndani, wanakuwa tortured kule ndani, wanaumia na wako na familia zao zenye zinawahitaji. So nataka kuambia Mama Samia Suluhu. Your days are numbered, siku zako zimefika na wewe tunakupeleka nyumbani, hii Krismas yenye tunaingia tunakupeleka nyumbani. Sisi kama Wakenya tushakubaliana, tushaketi kitako tukasema ya kwamba hatutakula Christmas na wadada zetu, mandugu zetu kule Tanzania wanaumia. Kuna wale waliuliwa Tanzania, almost watu 10,000 wameuliwa, watu elfu kumi wameuliwa na wanaficha, wanauliwa na zinafi, mwili zinafichwa Tunataka kuambia mama Samia Suluhu ulishaua watoto ya wanyewe, patiana mwili wazike, patiana mwili, toa mwili zao ma wazazi wao, marelative zao wa wazike. Najua we unapenda damu. Mama rochafu kabisa, mama ameshinda tu na kitambaa cheusi. Huyu sio mtu, huyu sio binadamu, huyu sio binadamu. Huyu mama ukiona tu mtu Muislamu ameshinda tu na kitambaa nyekundu, jua tu huyu sio mtu mzuri. Ako na uchafu roho ya damu. Sijui hizo damu za watu yenye ya ameua wote anataka kukunywa. Sijui damu ikutoshi. Hizo yenye umeua imetosha. Yenye umeua imetosha na wewe hata wewe huita kukalia vizuri. Unadhani wewe ndio umawe? Unadhani wewe ndio jiwe? Unadhani wewe ndio utaishi milele? Hata wewe utakufa tu. Mama sura mbaya. Eti mtu tu akijaribu kusema tu kitu nywe. Kuna huyu msichana mwenye kufanya biashara anaitwa Nefa. Nifa alifanya tu challenge ya huyu mama. Eti ukileta nywinywe, nywinywe, si wewe ndio uliimba hiyo wimbo? Anifa ndiye alikutuma kwa studio uimbe hiyo wimbo. After yeye kucheza na sauti yako unamshika, eti unataka anyongwe. Tunataka kuambia Mama Samia Suluhu. Wakina Steve Biko walipigania Afrika. Wakina Sarafina walipigania Afrika. South Africa. Walipigania Oliver Tambo. So wewe pia sisi tutapigania nchi ya Tanzania. Hatutakubali. Sasa hii wazazi naona wamama wanatoka na maposters wanaeka jamani, kama unawezaona mtoto wako, mtoto wangu alipotea siku ya maandamano hajaonekana, wanatembea na mapicha za watoto zao, wanajua tu vizuri watoto zao wameuliwa, lakini hakuna koti yenyewe, unaweza mama amechukua koti amekalia Hauwezi enda kustaki mama Samia Suluhu. Koti zote ziko chini ya mama Samia Suluhu. Wanasheria wote wanasikia mama Samia Suluhu. Niambie wewe kama Mtanzania utalala wapi, utakula wapi, utakaa wapi, utaenda kwa nani? Hakuna mtu utaenda kwake. Ni sisi Wakenya ndio tutamuka na tutoe huyo mama. Kwa hiyo visi yenye anadhani ametificha sana, tunaenda kutoa huyo mama Samia Suluhu. Tunakutoa. Tundulizu ni mtu wa watu. Tundulizu ni mutu anakataa ukatili ya huyu mama. Tundulizu anapigania haki za kibinadamu, haki za wanyonge, anakataa kudhulumiwa yeniao huyu mama anadhulumu nayo wananchi. Tundulizu anaekwa ndani. Nataka kuambia wana Tanzania bado, msichoke. Msirelent bado musirudi nyuma, back to back. Hadi huyu mama aende, back to back. Maandamano iendelee Mandamano sisimame leo, kesho wala kesho kutwa au mtundu kutwa, mandamano iendelee. Mama Samia Suluhu unaenda nyumbani. John pombe Magufuli alikuwa mtu wa kusikia wanyonge. John Pombe Magufuli wakati wake, wakati wa likizo yake, John Pombe Magufuli alikuwa anapigania wale wenye wananyang'anywa mashamba, wale wenye wanadhulumiwa. Kumbe Mama Samia Suluhu hakukuwa anapenda kazi ya John Pombe Magufuli hata najua kifo ya John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli alikufa akasema tu, po nimepumzika sasa. Nataka kunyonga, nataka, nataka kutesa. Ndio yeye ameua, tumekuwa na John Pombe Magufuli, watu wakuwahi enda maandamano, watu wakuwahi uliwa, wakina Mwalimu Nyerere, watu walikuwa hapo, walikuwa napigania kidemokrasia ya Tanzania. We umetoka wapi na sura mbaya? We umetoka wapi na roho mbaya? We umetoka wapi u mama umetoka wapi? So Wanatanzania, Tanzania, hatutakubali nyinyi muangamie, hatutakubali nyinyi muteswe. So sisi kama wa Kenya bado tuko na maswali mingi sana, kwa sababu wakati John Pombe Magufuli alikufa, huyu John Pombe Magufuli alikuwa mtetezi ya wanyonge, huyu John Pombe Magufuli alikuwa mtetezi ya watu wananyang'anywa shamba ya watu wanakosa title deeds za masamba zao so sasa hivi ni amekufa ndio watu wakaanza kuteswa, watu 10,000 wameuliwa kwa maandamano. Tumejiuliza sana maswali mingi, John Pombe Magufuli alikufa aje akiwa kando ya huyu mama, na tukijua ukweli, we mama utatabika, John Pombe Magufuli. So sisi tunaambia Watanzania msimame, wakina Diamond wao wafai kukaa hata hapo Tanzania? Bado mnakaribisha hao wakina Diamond, mnawaweka hapo Tanzania, wafai kukaa na hata hapa Kenya wakikuja tunawarudisha aende kwa PPD ama angalie pale anaenda. Lakini Kenya hatutaki Diamond, Kenya hatutaki zuzu, hatutaki Rayvanny. Mtu yote mwenye alihusika na Mama Samia Suluhu kuapishwa, hatutaki. Ona wakati alikuwa naapishwa, hakuna mtu alikuwa hapo. Sio kama sio serikali wake na wale wenye wanafuata matako yake. Hakuna mwi watu wengine. Wananchi wa kukua pale. Hakuna president mwenye mtu anaweza kuwa ati unapendwa, uapishwe na wananchi wakose kukua pale. So tunakuambia mama Samia Suluhu unaenda nyumbani, au utatoboa au utalinda au utaongoza, unaenda nyumbani, na sisi hatutarelent, na tutabaki hapa Kenya tuna make sure, tunataka kukuja, tuna coordinate na ndugu zetu kutoka Tanzania, tunakuja huko, huyu mama anatoka na maandamano yetu. Sisi ni kali kama pilipili, maandamano yetu ni kali kama pilipili, na tunajua mbinu zote za kudili na maserikali Tutadina ama, au, au nini? Polisi mapolisi hadi yao wenyewe wabaki, mabunduki zao warudi nyumbani, ama wakulete kwa ekulu, lakini sisi hatutishwangi na kitu yote. So, tunakwambia unaenda nyumbani upende usipende. Aujui, uchungi, ya kuzaa, that's why unaua watoto ya wenyewe. Tujawahi ona mtoto wako, tujui bwana yako sasa. Mulichagua mu, amechukua kwa umbavu. Mtu kama huyu hata Mungu mwenyewe hawezi furahia mtu kama huyu. So, yoro mbaya hatutakubali na hatutanyamaza utese watu na mimi kama uriab, tunakuja hapo Tanzania next year, asanteni sana tarehe tisa siku ya Disemba tunakuja Tanzania na Wanatanzania, nataka kuambia hakuna kusherekea likizo ya Krismasi kama huyu mama ako, ako Ikulu. Hakuna kusherekea Krismasi yoyote kama huyu mama ako ako tunajua vizuri kuna wale wenye wanalipwa, kuna wale wenye wameogopa tu mama, kuna wale wanalipwa waseme mama ni mzuri, mama ni mchapakazi. Lakini sisi tunajua wanata, watanzania wanatupigia simu usiku mchana, mandugu zetu, madada zetu, tuongeleni sisi, tukiongea tunapelekwa pale gerezani. Tuongeleni, huyu mama natufinya, huyu mama naua watoto wetu, huyu mama naua mabradha zetu. So tunasema wakati umefika na wakati ni huu. Sisi ndio wakombozi wa afrika hii, na sisi ndio tutakomboa, tuta unite hii afrika. Hatutakubali. Kumbe uongozi wa mama ni uongozi mbaya sana, uongozi kumbafu sana. Then Wanatanzania tena mkakuja mkanishangaza na kitu moja. Nyinyi afta nini, nini? kuona tu watu walikuwa wanasherekea, watu walikuwa kwa huyu mama Wakina wakina nini Baba Levo, wakina damo bado mnachukua ng'ombe useless, taka taka gunia kama Baba Levo mnamweka mnamchagua kuwe mbunge? Baba Levo ni mtu wa kuchaguliwa? watu walishwa, watu waliisha Tanzania, ama ni pesa muliongwa, kwani Tanzania pia wanapenda pesa kama Kenya? Ni pesa muliongwa ama ni nini imefanyika ndio mkafanya mchague Baba Levo kama mbunge anaenda kufanya nini pale? Ni haki gani anaenda kutetea? Ni nani anaenda kupresenti pale? Anaenda kwa niaba ya nani pale? kama si tumbo yake. Mtu mwenye amekubali kuita binadamu mungu kwa sababu ya pesa, munamchagua atiende pale awatetee, azungumuzie kwa haki yenu. Haki gani atazungumuzia kama yeye mwenyewe amekuwa akitetea mama Samia Suluhu, mtu amekuwa akiwangamiza, mtu amekuwa akiwatesa Mama Samia Suluhu munamchagua Baba Levo ya nini? Wana Tanzania, hapo ndio nimekasirika sana na nini, hapo ndio nimeshangaa sana. Kama mnaweza chagua mtu kama Baba Levo, Baba Levo eti akue mbunge. Lakini sisi tunajua hata Baba Levo mwenyewe ameibiwa kura na huyu mama mkatili, huyu mama rombaya, ndio tunajua ameungana na huyu huyu shoga anaitwa Diamond, bibi ya piti, bi pididi, ndio wakaibia huyu baba levo kura, najua mujapiga kura, najua mulitoka inje. Ndugu zanguni, madada zangu, najua mulitoka inje kama munakata kudhulumiwa, kama mnakataa kuteswa kwa sababu ya uongozi mbaya. So tunajua baba levo hajapigiwa kura, ameibiwa, kwa sababu saa hii wanatanzania wanakaa kama wa, ma, watekwa. Wametekwa, uwezi ongea, ukiona kitu mbaya uwezi zungumuza Ukizungumza unauliwa, unanyongwa, unatolewa kwa nyumba. Maisha gani hayo? Hatutaki maisha kama hayo, na wanatanzania wenye wako Kenya, nawaambia, nawambia, hii Disemba tuta make sure tunawarudisha kwenyu. Mandugu zenu hawezi kuwa naumia huko, wanapigania, wanakataa uongozi mbaya, nyinyi munaenjoy hapa Kenya? Munarudi na tunawarudisha nini, wote pamoja na sisi, tunaenda Tanzania kupigania wanatanzania, aki dhulma mbaya Uongozi mbaya yenye inafanyika Tanzania, tunaenda kukataa ukatili yenye sisi kama Wakenya tunafanyiwa hapa Kenya. Lakini at least sisi Kenya hatuwezi teswa, na tuwezi kaa tuangalie mtu akitutesa na tukate kuongea. Sisi watu tunaongea, sisi tunakataa uongozi mbaya. Wakati tunatoa mama Samia Sulu, tunatoa Mseveni, tunatoa Ruto, wote wanaenda nyumbani, wote waende washerekee nyumbani. Lakini tunataka mabadiliko na uongozi mpya. Asanteni sana.